Tunapokumbuka kwamba siku chache zilizopita tulikuwa na mheshimiwa tukiwa tunaongea akiwa vizuri sana, bila kutarajia kwamba hili lingetokea, lakini basi kazi ya Mungu haina makosa. Ni wajibu wetu kumwombea, kuombea roho yake ili Mungu amkaribishe kwake mbinguni, ampe maisha na uzima wa milele. Nilipokea taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa huzuni kubwa. Nilijiuliza ni kwa nini kifo chake kitokee wakati kama huu. Kwangu ni huzuni kufiwa na muumini mzuri wa namna hii, lakini pia ni huzuni kwa sababu kwangu huu si wakati wa kupata msiba wa namna hii katika parokia yetu. Juzi kati, baada ya kupata ombi la familia kuhusu misa hii nilijawa na hofu kubwa sana, nikijiuliza maswali mengi sana, kwa sababu nilijua tatizo la afya yake halikuwa kubwa mno, na nalo nilifikiria kwamba alikuwa hatarishi kwa maisha yake lakini pia hofu yangu kubwa ni kuwa singependa kuwa mwenyeji wa msiba mkubwa wa namna hii hapa parokiani, kwa sababu ya hofu yangu ni kwamba, kwa sababu ya hofu hizo, hata usiku nilikuwa napata ndoto ya ajabu ajabu. Katika ndoto moja tulikuwa tunajiandaa kwa misa hii ya leo pale sakristia, na wakati ulipokaribia wa maandamano ambayo tumefanya sasa hivi, nikajihisi kuchimba dawa. Wanaojua kuchimba dawa wanaelewa wenyewe, wamesafiri na mabasi. Lakini cha kushangaza ilikuwa tayari nimejiandaa katika ndoto hiyo, nikachukua bodaboda kwenda kuchimba dawa, ambayo siyo kawaida. Tulienda sehemu ya mbali ambayo sikumbuki ilikuwa ni wapi. Wakati wa kurudi, bodaboda ameondoka ameniacha. Nikaanza kutafuta bodaboda wa kunirudisha ili nianzishe ibada hii ya misa, lakini bodaboda hayupo. Nikaangalia barabarani, hamna bodaboda yoyote, hamna usafiri chombo chochote cha usafiri. Basi ikabidi nianze kwa mguu kurudi parokiani nianzishe ibada hii ya misa, lakini kwa sababu wa umbali nilipokuwa nilifika nikawa nimechelewa zaidi ya dakika 30. Na paroko msaidizi alipoona kwamba nimeondoka na sijamwambia niko wapi, narudi saa ngapi, akaamua kuanzisha misa. Hivyo nilipofika karibu na kanisa, nikapata wimbo wa sadaka unaimbwa, maanisha kwamba ibada imeanza tayari, amemaliza mahubiri, sasa ni sadaka. Cha kushangaza, niliposikia wimbo wa sadaka nilipata furaha moyoni mwangu, nikasema, asante Mungu, paroko msaidizi ameanza misa na amehubiri na amehubiri. Nikaingia nikajiunga nao kuendelea na misa, lakini furaha yangu ni kwamba amehubiri, amehubiri. Na furaha yangu ilitokana na nini? Labda kwa sababu nilikuwa na hofu ya kuhubiri kwa msiba wa namna hii siku hizi. Basi ndugu zangu, tunapomwombea ombea roho ya marehemu, na wakati tunaogopa kuhubiri katika msiba wa namna hii siku hizi. Ni rahisi kuhubiri kwa msiba wa Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa sababu ya maisha yake. Itakuwa ni rahisi kwangu kwa sababu sihitaji teolojia, sihitaji masomo ya hali ya juu kutafsiri maisha yake kwa sababu yalikuwa wazi. Ilikuwa ni kitabu ambacho kila mmoja wetu angekisoma na kuelewa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa na unyenyekevu wa aina yake. Katika unyenyekevu wake, nilipoanza utume wangu hapa parokiani, nilichukua mwaka mmoja kabla sijamfahamu Jenista Mhagama kila siku kulikuwa na sala nia ya misa, tunaiombea familia yake, tunaombea nchi, tunaombea marehemu wa familia yake, lakini nilikuwa sijui huyu Jenista Mhagama ni nani. Siku moja nikawauliza wenzangu, hii nia ya misa tunasoma kila siku, kuanzia Januari mpaka Desemba, huyu mheshimiwa Jenista Mhagama ni nani? wakaniambia ukitaka kumfahamu Jenista Mhagama, ukifika kanisani mimbari pale, angalia mkono wako wa kushoto, utakapoona mama amevaa suka la Kimasai utajua ni Jenista Mhagama. Na dominika kwa misa ya kwanza, angalia mkono wako wa kulia, karibu na nguzo, ukiona mama amekaa karibu pale, utajua ni Jenista Mhagama. Na ni kweli, kila siku akija misa anakaa hapa na dominika anakaa pale, lakini haungejua tuna mheshimiwa kanisani. Unyenyekevu wa aina yake, mama Jenista Mhagama alikuwa na mapenzi kwa kanisa lake, alipenda mapadri wake, na hata tunapomwalika pale nyumbani kwa chochote kile, mama alikuwa anafika, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, na naondoka kwa upole wake kwa unyenyekevu wake. Jenista Mhagama alikuwa mpenzi wa Yesu Kristu. Tukitazama altari yetu, inapambwa na kitambaa cheupe ambacho kinaashiria sadaka takatifu ya Yesu Kristu, sadaka iliyokubalika mbele ya Mungu, sadaka ya mwana kondoo ambaye alituokoa na dhambi kwa kifo chake msalabani. Vitambaa hivyo sisi huwa hatununui, anayevitengeneza ni Jenista Mhagama. Jumamosi iliyopita alikuja hapa kanisani, Paroko msaidizi akakutana naye na katekista wetu akaleta vitambaa vya altare. Hicho ambacho tumekiweka leo ni cha kwake, alitengeneza, akawa anaendelea kutengeneza vingine, akaahidi atawasilisha hivi karibuni. Alimpenda Yesu. Kila anapokuja kanisani baada ya misa anaenda kuabudu Yesu wa Ekaristi katika kanisa la kuabudu. Hautajua ni mheshimiwa, utakutana naye, anasali pamoja na waumini wengine bila tatizo lolote, bila usalama wowote, bila kuondoa watu wengine ili asali. alishiriki mwili na damu ya Kristo kila siku na kila dominika kila siku na kila dominika. Lakini mama huyu, mapenzi yake makubwa, na ndiyo yametupelekea kusoma Injili ya leo, yalikuwa ni mapenzi kwa mama Bikira Maria. Jenista Mhagama alimpenda mama Bikira Maria. Ana ushuhuda mkubwa sana alichomfanyia mama Bikira Maria. Najua mlioenda kwake mtapata sanamu ya Bikira Maria. Hapa parokiani, pale mlangoni, kuna sanamu ya Bikira Maria. Siku moja nimemwambia mama, sanamu iliyopo hapa haiko kwa hadhi ya mama yetu. Napanga kutengeneza nyingine, tubadilishe. Kwa mazungumzo ya kusimama tu pale, akasema sawa baba, tutaifanyia kazi. Siku anamwomba atekeleze hilo lakini aniambia tutaifanyia kazi. Baada ya siku chache akanipigia simu akasema fundi amefika pale, naomba umuonyeshe mahali pa kutengenezea salamu. Sanamu ya mama yetu alitengeneza kwa karama zake bila mimi kukaramika na chochote, na unapoenda pale sanamu ya mama Bikira Maria unayoiona inayopendeza ni yeye alitengeneza. Mheshimiwa Jenista Mhagama alimpenda kweli mama, kwa sababu mama amemtendea makubwa. Hiyo ndio usemi wake, mama amenitendea makubwa. Mama huyo alikuwa mama wa sala kwa mama yetu, sala ya rozari. Sala ya rozari Jenista hakuiacha, kila wakati anasali rosari na kwa maombezi ya mama Bikira Maria alikuwa anashuhudia kwamba ameona makuu ya Mungu aliyofanya. Yote alijua ni kwa sababu mama Maria, ambaye tunamsikia leo katika Injili, anawaombea hawa walipotindikiwa divai. Mheshimiwa Jenista Mhagama alijua kwamba alichokifanya kwa harusi ya Kana, anapokimbia kwake mama Bikira Maria, anatenda vivyo hivyo. Kwa hivyo, maisha yake, mafanikio yake yote, ni mama Bikira Maria aliyekuwa anamwombea. Pia anaamini kwa Mtakatifu Filomena ambaye ni mwombezi wake na msimamizi wa familia yake. Ukienda pale nyumbani utapata sanamu ya Mtakatifu Filomena ambayo ameiweka kwa ajili ya maombezi ya familia yake. Anampenda mama, na kama anampenda mama ambaye sisi tunaamini Mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni, yuko mbinguni tayari Mbona huyu waliopendana, mbona wasiwe pamoja sasa hivi? Matendo ya huruma. Mheshimiwa Jenista Mhagama alifanya matendo ya huruma hapa parokiani. Kila wakati alikuwa ananiletea nguo ananiletea vitu mbalimbali, kipindi cha Krismasi kipindi cha Pasaka ili tuweze kugawia maskini, alikuwa analeta michango yake kwa ajili ya kusaidia wahitaji parokiani kwa ukimya, hakusema itangazwe. Kwa ukimya, atatuma dereva, ataleta ofisini bila itangazwe ama kusema ni kiasi gani na hapo ndio tumeweza kusaidia masikini kila wakati, kwa sababu yake. Mama huyu ni mama wa sala, anasali sala ya novena ya mama Bikira Maria wa Pombe, aliisali sana, na alikuwa ananiambia kwamba baba, nikisali sala hii nikiimaliza novena, huwa Mungu ananitendea makubwa na siku hizi alikuwa anasali sala hiyo baada ya kupata changamoto ya afya ya mguu wake, kwa sababu alikuwa hawezi kufika kila wakati kwa misa. Sala kubwa rosari, sala kubwa ya Bikira Maria wa Pompeii alisali sana, na ndiyo maana sitashangaa baada ya sala hii makubwa aliyomtendea ambayo Mungu huwa anatenda kila wakati, ni kumchukua ni kumchukua Jenista. Alimpenda mama, alimpenda Mungu na amemchukua kipindi tunapojiandaa kwa ujio wa Yesu Kristo kipindi cha majilio tunajiandaa ujio wa Kristo kwa mara ya pili atakapochukua wake na kuwapeleka mbinguni. Hicho ndicho kipindi alichukuliwa mama yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Kila siku kuanzia Januari mpaka Disemba, tarehe mosi Januari tarehe 31 Disemba kulikuwa na nia anaziombea ana, hapa parokiani ambayo mwe, yeye mwenyewe hutuletea huwa anaomba anaombea ustawi wa taifa, anaombea rais, anaombea makamu wa rais, anaombea waziri mkuu, naibu waziri mkuu na wananchi wote. Nia yake ya pili kuanzia Januari mpaka Disemba huwa anamshukuru Mungu kwa baraka za familia na nia maalum. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria na mwaka huu imekuwa kwa maombezi ya mama Bikira Maria kwa mwaka wa 2025 lakini pia anaombea marehemu anaombea marehemu Joachim Leonard Epifania Laurent Helena na marehemu wote wa ukoo wa Ngonyani Mhagama Shawa na Gama hiyo sala tutaikumbuka na tutaimisi sana. Sala ya mtakatifu ya Bikira Maria wa Pombei alisali: Tunakutumaini, kwa kuwa wewe ni faraja yetu ya pekee. E mama, yapeleke yote kwa Yesu mwanao Bwana wetu. Kwa maombezi yako yenye nguvu Hakuna fundo hata moja linaloweza kubaki limefungwa. Kwa imani kubwa tunatamani ulinzi wako wa pekee na wa uhakika, maana hakuna aliyekimbilia msaada wako akakataliwa. Maria mfungua mafundo, utuombee kwa mwanao na bwana wetu Yesu Kristu, sasa na hata milele. Amina. Kwa sababu ya imani ya Jenista Mhagama, mimi si mwimbaji, lakini kwa heshima yake, kwa upendo wake, kwa imani yake kuu kwa Mama Maria, kwa imani yake kwa Yesu Kristu, kwa Mungu Baba nitamwimbia wimbo ambao najua anausikia kule mbinguni na najua anaupenda kwa sababu ni wimbo wa mama bikira Maria. Sauti yangu sio nzuri vile, kwa hivyo sitarajie sauti ya malaika kutoka kwangu, lakini hata kama ni achura, mama Jenista, ipokee sauti hii na utuombee kupitia kwa mama yetu Moyo wangu wa mtokoza Bwana, roho, roho yangu inafurahi. Moyo, moyo wangu wa mtokoza Bwana, roho, roho yangu inafurahi kwa kuwa umemwangalia kwa huruma mtumishi wako, hivyo tangu sasa watu wote wataniita mwenye heri. Moyo, moyo wangu wa mtukuza Bwana, roho, roho yangu inafurahi Moyo wangu wa mtukuza Bwana, roho roho yangu inafurahi kwa sababu Mwenyezi Mungu amenifanyia makuu jina lake ni takatifu. Moyo moyo wangu wamtukuza Bwana roho roho yangu inafurahi. Moyo moyo wangu wamtukuza Bwana roho roho yangu inafurahi. Huruma yake ni kwa wote wote wale wanaomcha, kizazi hata na kizazi. Moyo moyo wangu wamtukuza Bwana, roho, roho yangu inafurahi. Moyo moyo wangu wamtukuza Bwana roho, roho yangu inafurahi, huyatenda mambo makuu kwa nguvu za mkono wake. uwenye kiburi hutawanya moyo Moyo wangu wamtukuza Bwana roho, roho yangu ina furahi. Moyo moyo wangu wamtukuza Bwana roho, roho yangu ina furahi, kushusha wote wenye vyeo kutoka vitini vya enzi nao wale wanyenyekevu wote hao huwainua. Moyo yowangu wa mtukuza Bwana roho, roho yangu inafuraha. Moyo moyo wangu wa mtokoza Bwana roho, roho yangu inafurahi. Huashibisha wenye njaa na matajiri huwaacha waende mikono mitupu. moyo wangu wa mtukuza Bwana roho, roho yangu inafurahi. Moyo, moyo wangu wa mtukuza Bwana roho, roho yangu inafurahi. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Simame kwa sala za waamini. Tumwombee huyu ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na usima. Tukuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. E Bwana, twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu Jenista Mhagama, aliyekula karamu ya mwili na damu yako. e Bwana, tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja ya kwamba wameachwa na Mungu. e Bwana, tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu mwenyezi apende kuwapokea